mara tena mjambo mpenzi mtazamaji wa kivu leo 24 karibu katika matangazo ya leo tukiwa juni ishirini na tano elfu mbili ishirini na tano tunakutangazia toka mashariki mwa drc jimbo ni kivu kusini natasha mingwandroa ni mtangazaji wako wa leo tuanze habari hizi na habari za siasa rais wa zamani wa drc Joseph Kabila Kabange alianza rasmi mashauriano na makundi kadhaa ya wakaadhi katika jimbo la Kivu Kusini. Mstari wa mbele walikuwa viongozi wa kimila, mashirika ya vijana na jumuiya baina ya barza. Katika siku ya kwanza ya mashauriano haya, Joseph Kabila Kabange alikutana na viongozi wa kimila kutoka jimbo la Kivu Kusini. Katika mkutano wa ana kwa ana, viongozi hao wa kimila walieleza nia ya yao kwa Joseph Kabila kuona amani inarejeshwa katika eneo la mashariki mwa DRC. Pia huwa alisisitiza kuwa idadi ya watu inahitaji amani kwa wapiga kura wao. Timu mpya ilipokelewa ilijumuisha vijana kutoka vyama mbalimbali. Kwake Amosubisimwa, kiongozi wa heshima, Joseph Kabila Kabange alisisitiza zanira yake ya kufanyia kazi amani nchini DRC. Vikundi vingine vilijumuisha washirika wa, wa jumuiya ya baraza na vikundi vingine vya kijamii. Ikumbukwa kuwa mashauriano haya yanafuata yale yaliyoendeshwa na rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Kabange huko Goma, tukiwa jimbo la Kivu kaskazini. Usalama: tume ya kitaifa ya kudhibiti silaha ndogo ndogo na silaha nyepesi inatoa wito kwa wakazi wa Walikale kuwa waangalifu na kudhibiti vitu ambavyo watoto huchezea. Hii ni kuepusha hatari zinazoletwa na vifaa vya vilipuzi katika eneo hili la jimbo la Kivu ya kaskazini. Shirika hili lilieleza hayo katika mahojiano na wenzetu wa Actuality.cd mnamo Juni 24 2025. Kwa mjibu wa Kilema Kubuya, mkuu wa kituo kikuu cha SNS ALPC katika eneo la Walikale, mtoto mmoja katika mtaa wa kanga mbili Walikale senta alipata bomu ambalo halijaripuka na kulipeleka nyumbani kwao akiwa peke yake bila wazazi. Akiamini kuwa ni kitu cha kawaida, alijaribu kuliweka motoni. Kwa bahati mbaya, bomu hiyo lilipuka. Wakati mtoto huyu alikwenda kuita rafiki zake, alijeruliwa akiwa njiani. Majirani walichukua hatua haraka kumpeleka katika kituo cha afya katika hospitali kuu ya Walikale ambao madaktari walithibitisha kuwa hali yake siyo ya kutia wasiwasi sana na yuko salama. Klemakuwe anakumbusha kuwa vilipuze viko maeneo mbalimbali katika mtaa Walikale. Pia anatoa wito kwa wazazi kwa wangalifu zaidi kuhusu shughuli za watoto wao na maeneo ambao watoto wanaocheza ili kuzuia kuogota na kupeleka nyumbani vitu vilivyo hatari zaidi kama hivyo. Kwa jumla mkuu huyu wa SNS ALPC anabaki na matumaini kuwa wali kali havitatokea tena vilipuzi mbalimbali mbali, ikiwa raia watajiunga pamoja na kutoa taarifa kuhusu vitu vinavyohisiwa kuwa mabomu ama vilipuzi kwa mamlaka husika. Lengo la juhudi hizi ni kulinda familia na kuzuia majanga mengine kama haya yaliyotokea. Ni hivyo alivyohitimisha. Habari za kidiplomasia. Lengo linalofuatiliwa na Marekani katika juhudi zake za upatanishi katika eneo la Kongo kubwa kati ya DRC na Rwanda ni kuboresha mazingira ya kibiashara ili kuhimiza uwekezaji katika mazingira ya amani. Balozi wa Marekani nchini DRC Lucy Tamle alitoa ufafanuzi huu wakati wa mkutano ulioandaliwa Jumanne Juni 25 katika kituo cha utamaduni cha Marekani huko Kinshasa na foromo ya Studio in International Relation of DRC Ferike. Kulingana naye, makubaliano kati ya nchi yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayakusudii kuhamisha utajiri wa Kongo kwenda Marekani. Mkutano huu ulileta pamoja ubalozi wa Marekani na vijana, ulizingatia masuala ya kisasa katika uhusiano wa kimataifa nchini DRC na duniani kote. Usalama. Miili miwili ilipatikana majira ya asubuhi ya Jumatano Juni 25 mwaka tulimo katika manispa ya Kadutu Kulingana na vyanzo vya ndani mwili wa mwanaume ulipatikana karibu na kiingilio cha SDR Bukavu, na mwingine karibu na soko la ukombozi la Bondeko. Duru za habari zinasema kuwa sababu za vifo vya watu hao bado hazijajulikana na zinataka kuimarishwa kwa hatua za usalama kwa wakaazi katika eneo kadhaa za jiji la Bukavu. Afya. Tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2025, mkoa wa Maniema tayari umerekodi zaidi ya kesi 3304 pamoja na vifo 120 kutokana na kipindupindu. Uongozi wa mpango wa kitaifa wa kutokomeza kipindupindu na mapambano dhidi ya magonjwa mengine ya kuhara una wasiwasi kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ambao umekuwa ukiendelea katika jimbo la Maniema tangu Januari mwaka jana na takwimu za kutisha. Mwisho, anaongeza kuwa mikakati ya kukabiliana imeandaliwa ili kupunguza kuenea kwa ugonjwa huu. Hii inahusisha kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya katika jimbo la Maniema kuhusu mwitikio wa kipindupindu katika nguzo zote. Kufuatia mafunzo haya, timu ya mkoa itatoa mafunzo kwa timu katika kanda mbili za afya zinazohatarika zaidi, ikiwa Kindu na Alungiti, alifafanua Dr. Welo. Baada ya mafunzo haya, kulingana naye, timu zitaundwa na kutumwa uwanjani ili kuandaa shughuli za ufuatiliaji katika jamii zinazohatarika zaidi. Na huko katika eneo la ufuatiliaji, watu watapita nyumba kwa nyumba ili kuongeza uelewa katika eneo za watu, lakini pia kutanguliza jinsi ya kupigana na swala hili ili kuweza kuokoa maisha ya watu. Wanaongeza kwamba watatanguliza jinsi ya kuimarisha vituo vya huduma na hata kutathmini upatikanaji wa vifaa. Tayari tunaangalia jinsi ya kusafirisha pembejeo kwa kutumia njia za ndege. Chanzo hicho kilieleza. Elimu. Wanachuo wa mwaka wa kwanza wa shahada ya udaktari katika chuo kikuu rasmi cha Bukavu IOB wanapinga ongezeko lisilo la sababu la ada za mwaka wa masomo wa 2024-2025. Hili limetokea wakati wa maandamano yaliyoendeshwa Jumatano Juni 25 mwaka 2025 katika kampisi ya Karale tukiwa manisipa ya Kaduto. Wakiwa wamekusanyika katika kampisi ya Karale, wanachuo hawa walikuwa na firimbi na vuvuzela, walionyesha sira zao kwa viongozi wao wa masomo. Kulingana na hawa Ada ama prime za masomo zimewekwa mwanzoni mwa mwaka wa masomo wa 2024-2025. Kwa nini zimepandishwa kwenda juu? Jambo ambalo linawaacha wazazi wao wasiweze kuwahudumia. Wanapendekeza kwamba kamati ya usimamizi ifanye upya malipo kama ilivyotuma mwanzoni mwa mwaka. Wanaongeza kuwa maandamano hayo yataendelea hadi suluhu liweze kupatikana. Tunaomba ba.

ya vita kokovenye vazazi ao valikufa kovenye vazazi ao valifukuzwa makazi ko wenye vazazi yavo avatumikake tena shaii katikati ya mwaka seanolaretatoka wapi? Kwa upande wao, mamlaka ya kitaaluma ya taasisi yao ambayo ni taasisi ya kiserikali. Ina haki ya kutoa maoni. Wanasema kuwa mkutano unapangwa haraka na mamlaka husika ili kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili na kuwezesha masomo yao ya kimatibabu kuweza kuendelea. Habari za kijamii kufahamisha waandishi wa habari kuhusu wajibu wa Msalaba Mwekundu kwa kuzuia na kupunguza unyanyasaji wa kijinsia katika migogoro pamoja na ulinzi na msaada kwa wasirika. Hili ndilo lilikuwa lengo la kikao cha waandishi wa habari kilichoandaliwa na shirika hili la kibinadamu mnamo Juni ishirini na tano elfu mbili ishirini na tano hapa Bukavu waandishi wa habari makumi mbili walishiriki katika kikao hiki kama sehemu ya sikukuu ya kimataifa ya kuondoa unyanyasaji wa kijinsia wakati wa migogoro. Tale Hans Moder, mkuu wa uongozi mdogo wa Seiser, jimboni Kivu ya kusini, unyanyasaji wa kijinsia ndiyo aina ya usaliti zaidi ya vita kwa viwango tofauti. Anawaalika waandishi wa habari kuwajibika ili kuvunja ukimya na kuongeza uhamasishaji katika jamii. Kwa upande wake, Jean Mkengere anasisitiza kwamba wakati wa mizozo ya kijeshi unyanyasaji wa kijinsia uko kila mahali. Waliohudhuria wasaidie kusambaza habari, wahamasishe watu kuhusu ubakaji, kuhusu violence sexuelle, wa watoe habari kusudi zifike kwa masikio ya wale ambao wana jukumu ya kulinda watu, kulinda raia kusudi wakinge wa na hali hii ya violence sexuelle, lakini pia wa eleze jamii kusudi waepukane na ubaguzi ambayo tunaita discrimination au stigmatization ya wale ambao wamekuwa wahanga, sababu hiyo inakuwa sababu moja ya uh, kuto kuenda kutafuta msaada mahali ambapo wanaweza kupata msaada wakishakuwa wahanga wa ubakaji. Hisia ya kuridhika kwa mwandishi wa habari Jano Kalinga. Tunashukuru kwanza sisi kwa sababu anatusaidia kutupatia elimu tena ya kutukumbusha hiyo ya, ya, ya muhimu kwa mpasha habari kupitia ii siku tunazopita na tunawaza ya kwamba kupitia hiyo seanse tunapita amo leo, tutazidi ku, ku, ku, kuboresha namna ya kuchambua uh, ma masujet mbalimbali zinazo toucher sur Um, ma violence sexuelle. Kumbuka kwamba CICR inahusika katika huduma ya matibabu, msaada wa kisaikolojia kwa waadhiriwa wa unyanyasaji wa kijinsia wakati wa mizozo na migogoro na katika juhudi za shughuli za kupambana na unyanyasaji wa kijinsia na vingine. Ni hayo tu tumekuandalia kwa siku ya leo. Mpenzi mtazamaji wa Kivu leo 24, asante kutukopa jicho na sikio mwanzo hadi tamati wa dira hizi. Tukutane siku nyingine kwa neema ya Jehova. Kwaherini réel.